Bismillah rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah waala alihi wasahbihi wa man walaa, amma baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani penzi chetu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiendelea katika madarasa haya katika kukumbushana sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuliwacha katika darasa iliyopita baada ya kifo cha Abdul Muttalib, eh, alipofariki Abdul Muttalib bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na miaka minane. Akachukuliwa sasa na uh, Abu Talib, na Abu Talib huyu maarufu ma ndo babake Sayyidina Ali, na Abu Talib ndo kawa sasa ywamlea mpaka kawa uh, akawaiendo ywam uh, protect mpaka alipokuwa mkubwa akatangaza utume mpaka mwisho. Naam. <clears throat> Abu Talib huyu eh, katika kumlea alimpenda sana, alimpenda sana, mpaka katika riwaya zingine wasema alikuwa akimpenda akimchunga kuliko hata watoto wake. Naam, kwa ajili ya yale yani, mapenzi yake kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Naam, na yeye bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kulelewa kwake ama kukua kwake He, wanasira watuambia alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu ya muhifadhi, eh, haingii katika ule uchafu wa jahilia, maanake zama zile ule uchafu ulioko kwa kuabudu masanamu eh, mambo ya uh, vijana kama kuzini kuiba, uh, kula maiti, vitu kama hivyo alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameepushwa navyo, na alikuwa yeye ndo anamurua zaidi katika watu wa ule umri wake eh, wale vijana vijana, yeye ndo alona murua zaidi tamam, na yeye ana amana zaidi eh, na akhlaqi zake watu wote wakizipenda, ndo mpaka kama ilivyo mashuhuri, yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawa yuaitwa As-Sadiq al-Amin, yani mpaka lile jina lake kihakika likasahaulika lika, ikawa yuaitwa As-Sadiq al-Amin, eh, kwa ajili ya uh, ukweli wake Naam. <coughs> Kwa ajili ya vile yani, vile vitu ambavyo au zile sifa njema ambazo Mwenyezi Mungu amezijumuisha kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Na katika kukuzwa huku kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uh, eh, alipokuwa na Abi Talib, katika visa ambavyo vyaelezwa na wanasira ni kuwa alikuwa yeye Abu Talib aki manake, alikuwa hali ya Abu Talib ni au maskini. Hali ya Abu Talib ilikuwa ni hali ya kimaskini. Lakini ilikuwa alivyomleta bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyomchukua, akaanza aka kunotice zile baraka ambazo zinatokana na kuwepo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika nyumba yake, mpaka ikawa akisema yeye Abu Talib, huyu alipokuwa mdogo <clears throat> alikuwa akianza yeye kula, yani wakiketi wale watoto wakila Kabla ya kuja kwa bwana mtume, ilikuwa wale watoto maskini chakula ni kidogo hakiwatoshi, lakini asema huyu akiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akianza yeye kula hapo, yeye mdogo akianza yeye kula, kile chakula chapata baraka mpaka wale watoto wengine wa Abu Talib washiba na watosheka mpaka ikawa sasa Abu Talib, eh, kila eh, kifika wakati wa kula kwanza yowazuia wale wengine, hata kama ni wakubwa zake. bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko, basi wale watoto wengine hawashibi, maana yake ile baraka haiko. Ndio katika yani, visa mashuhuri wakieleza wakati wa, wa amalizi yake kwa Abu Talib katika matukio yaliyotokea muhimu ni alipofika bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam takriban miaka kumi na mbili <coughs> na pia asemekana katika riwaya zingine akiwa na miaka tisa ni kuwa Abu Talib alitaka e, kwenda Sham, ajipanga kwenda Sham kibiashara e, ki ataka kwenda Sham ambapo siku hizi utasema ni zile nchi zinazoitwa e, Siria, Jordan. He, Palestina hizi zote kitambo ilikuwa uh, ni sehemu moja ikiitwa nini, ikiitwa Sham. Na sasa yeye Abu Talib akitaka kwenda uh, ikawa sasa kuna uh, ishu yani, kuna jambo, jambo lenyewe ni kuwa itabidi bwana mtume, itabidia mwache bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam pale, yani pale Makka. Na yeye Abu Talib yompenda sana. Eh, he, na yeye pia bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam ikawa kuna ule kuwa wote wawili hawataki kufarikiana kuachana, basi Abu Talib akamchukua na ingawa umri wake ni mdogo, umri miaka tisa katika riwaya, na katika riwaya zingine kumi na mbili lakini bado waka, wakamchukua. Akamchukua Abu Talib wakenda na msafara, wakafika sehemu wakafika sehemu, wakakutana na itwaje uh, mmoja katika marahib. Marahib ni kama waweza kusema labda mapasta hivi E, waliokuwa wakimwabudu Mwenyezi Mungu wakati huo <coughs> huyo rahib alikuwa mtu katika yani, yajua vile vitabu vya waliotangulia tamam, ajua uh, Injili, uh, au ajua Taurati. Sasa ikawa yajua zile alama za nubuwa. Hapa alikuwa ni Basra, walipofika Basra ndo wakampata huyo rahib akiitwa Bahira mashuhuri akiitwa Bahira. Sasa eh, walipofika sehemu kama hini, kawaida ilikuwa misafara ikija pale, yule rahib hajali, yani hashughuliki na ule msafara hashughuliki kabisa ha, yani hata hawajali, maanake wajulikana Waarabu waabudu masanamu hawana chochote cha dini na nini. Sasa yule rahib, rahib hata hausiki, huyu Bahira hajiingilii, wala hawazungumzishi wala hawaulizi la kheri wala la shari lakini mara hii walipokuja kwa ajili walikuwa wamekuja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi yule rahib akamleta akawaita wale e, Waarabu akamwambia hebu njooni, akawaalika wale yani wale na wao chakula, ambapo wale Waarabu wakashangaa. Akawakirimu sana, wale Waarabu wakashangaa, kina Abu Talib wakashangaa, hii si kawaida. Huyu mtu wa, eh, sisi tuaje hapa miaka mingi lakini hawatujali hawa watu. Leo amekuja huyu mpaka ametukirimu ametupa chakula yani. Sasa yule rahiba akamwambia njooni nyote Eh, ataka waje wakubwa na wadogo. Basi wale wakaja, lakini ukamwacha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ambaye awachungie eh, mizigo yao na kiendo mdogo. Bas walipokuja pale, yule rahib akauliza, je, nyote mmekuja? Akasema sote tumekuja, isipokuwa kuna mtoto mdogo kijana pale tumemwacha, endo atuchungie mizigo yetu. Akasema la la la, nataka wote waje, mpaka huyo, nendeni mkamleta mkam basi wakamleta bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Basi yule rahib ikawa yom fuata fuata bwana mtume e, yomuliza, uliza maswali e, paka mara akaja akamwambia, hebu ni apie kwa, kwa Lata na Uzza, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, la, mimi siwezi kuapa na e, hao yani masanamu. Sasa yule rahib ikawa kwa kufuatilia fuatilia akaja akamuuliza Abu Talib, ama akauliza pale, huyu ni nani babake? Basi Abu Talib akasema mimi babake mimi ndo babake. Maana yake Waarabu wakisema wakiita ammi ni baba eh, hata sisi eh, Waswahili utasikia baba mkubwa, baba mdogo eh. Kwa hivyo ammi yake mtu huitwa baba na hakuna yani makosa yote hata kilugha. Sasa huyu rahib akamwambia, haiwezekani kuwa babake huyu yuko hai, niambie kweli eh, babake yupi huyu? Basi Abu Talib akamwambia ah, kweli mimi ni ndugu yake babake, babake huyu alifariki bado huyu akiwa eh, tumboni mwa mamake. Basi yule rahib akasema, ha, huyu ndo mtume wa mwisho. Huyu ndo mtume wa mwisho eh, huyu atakuja atatumilizwa, maanake ninaona alama zote eh. maana pia katika alama alikuja akamwangalia baina ya aitwaje, mabega yake akaona ile aitwaje, e, e, e, khatamun nubuwa ha? khatamun nubuwa <coughs> aitwaje huyu uh, Bahira akamwambia, basi huyu ndo mtume wa mwisho na zile alama mimi nimezifuatilia fuatilia, ndo mpaka nimejua katika vitabu vyetu tuwasoma kuwa babake huyu atakufa, ha? kabla ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo huyu atakuwa mtume wa mwisho. Manake katika alama pia alizozitaja, ni kwa kulikuwa na kiwingu cha wafuata ule msafara. Yani Bahira aliwaambia, mimi nilijua kwa huyu atakuwa mtume wa mwisho, ama nilijua kati yenu kuna mtume eh? kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na kiwingu cha wafuata, walipokuwa mwatembea kulikuwa na kiwingu cha walinda, ha? kwa ajili bwana mtume yuko nao, basi jua alisiwapige. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alayh. Sasa Bahira akamwambia yeye, yeah, Abu Talib akamwambia, lakini huko mnakoenda kuna Mayahudi, kuna Mayahudi wajua alama za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wao ni watu washari, kwa hiyo nasiha yangu kwenu ni mumrudishe Yeah, ni mumrudishe huyu e, twaje kijana ili <coughs> ili asipate kuumizwa ama kupata madhara na nani? Na wale Mayahudi nah. na e, Abu Talib akachukua ule wasia, kwa ajili ni mambo ambayo yeye mwenyewe ameshangaa nikimiujiza miujiza, miujiza. Ni, kama tulivyoeleza hizi zaitwa irhasat eh, yeah, ni kitu kilichokuja kinachopingana na ada ama kitu mambo ya kawaida yeah, yani kharq al adat miujiza miujiza inayokuja kabla ya mtu kupewa utume, kabla ya mtume sallallahu alaihi wa sallam kupewa utume, hii ndio zaitwa katika irhasat. Bas alipojua yani, Abu Talib akamwamini yule na akamrudisha bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam paka Makkah, yani akampa mtu akarudi, akarudi naye, na yeye akaendelea na safari zake. Na imepokewa pia katika baadhi ya vitabu vya sira kuwa kulikuja mayahudi baada ya sasa mtume kurudishwa kulikuja Mayahudi wakaenda kwa nani aitwaje? Huyu kwa Bahira wakamwambia, bwana, kuna mtume atatoka na nini na nini na nini, hizi ndo taimu zake. Je, umemwona au umemmsikia kumhusu? Basi yule Bahira akawapoteza yani, akawapoteza njia yani, akawaelekeza kwingine. Akamwambia la, hajaja huku na nini na nini kama hivyo, ili wasipate kumpata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia Bahira akawakumbusha akawaambia, je, nyinyi nyinyi mwajua huyu mtume atakuja? Maelezo haya yako katika vitabu vyenu. Je, mwadhani mwaweza kupingana na kadari ya Mungu eh, ama ni inadi tu hii mwafanya? Naam, lakini eh, ni, ni, ni eh, nyoyo hazisikii wala hazioni. Kwa hivyo bado wakataka kufanya uadui, lakini alhamdulillah, Mungu akamwokoa na bwana mtume akarudi Maka salama salimini. Naam, eh, hii ndo safari yake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanza ya Sham, eh, na kutakuja safari nyingine inshallah katika darasa zinazokuja, lakini baada ya sasa msafara huu, katika visa mashuhuri iliyotukia ni Harbul Fujar, eh, ah, Harbul Fujar kulitokea vita <coughs> Naam, eh, vita hivi vilikuwa baina ya baadhi ya makabila ya Kiquraishi na makabila mengine Waarabu wengine wakiitwa eh, Gais Ailan eh, sasa Makuraishi walikuwa na Kinana tamam, na hawa upande mwingine ndio hao eh, Geis ama Qais Ailan. Na huu ulikuwa yani, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban alikuwa miaka 14 au 15, na vita hivi yeye, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ali alihudhuria, alihudhuria. Naam, hata asemekana alikuwa akipeana waitwaje, mishale